Ni nataka kuongeza makalio lakini pia nataka kupunguza mwili. Sasa kwenye chakula ni ile vipi? Nikila kidogo nitapungua na makalio yangu yataongezeka? Nikila sana, mm, makalio yataongezeka na tumbo pia itazidi kuongezeka. Je, nifanye nini? hmm, hiki ndicho ambacho natakiwa kukifanya. Hello, hello, hello my beautiful ladies, mambo vipi? Karibuni kwenye video ya siku ya leo. Karibu nyote kwa kwanza mkutana na hii channel, karibu sana, naitwa Joan Thomas. Mimi sema bwana, tunaika masuala yote unayohitaji sana na mazoezi, chakula, utunzaji wa ngozi na afya yako yote. Bwana kisha una boki ya koku, ba, unabu, fya, subscribe na kengele itaki ufuate ili uweze kuungana na channel hii upatiwe taarifa kila mara ninapoweka video mpya. Kupunguza tumbo, mikono minene au mwili wa juu wote ushepu vizuri wakati huo huo unaongeza makalio na hips rahisi lakini naweze. Kama uwezi kusubiri upungue kwanza ndipo uanze kuongeza mwili wa chini, basi fanya mambo yafuatayo. Ma, tutakiwa zingatie mazoezi na chakula. Mazoezi yapo ya aina mbili, kuna mazoezi ya cardio na kuna mazoezi ya strength training ya, sorry, mazoezi ya kunyanyua uzito pia. Cardio ni haya mazoezi ambayo yanafanya mapigo yako ya moyo yanaenda kasi. Mfano kutembea kama uzito wako ni mkubwa unatembea mwendo wa haraka, au kukimbia kama utayari wewe uko mzoefu kwenye mazoezi, kuendesha baiskeli walau dakika thelathini hadi 45 kwa siku kwa ajili ya kuchoma mafuta, au unaweza ukafanya mazoezi ukiwa nyumbani kwako tu, video moja hapo katika video zilizoko hapa YouTube Unakuta unafanya zoezi kwa sekunde 45 na kupumzika sekunde 15, unarudia zoezi lingine sekunde 45 na kupumzika sekunde 15, yale ambayo yanafanya mapigo yako ya moyo yanaenda kasi, tunasema ni high interval intensity training. Haya ni mazoezi mazuri sana kama unahitaji kuchoma mafuta, haijalishi unapunguza tumbo, mikono minene, mgongo au kitu chochote kile ambacho kinakukarahisha, haya mazoezi ni muhimu sana sana sana. Unaweza ukafanya kabla mingine, mazoezi. Mazoezi ya mazoezi mengine au unaweza ukafanya baada ya mazoezi mazoezi ambayo mpiga kwa moyo na ina kasi, yafikirie mazoezi yote yale, mfano kuogelea pia ni mazoezi ambayo ni ya cardio. Kuruka kamba ni mazoezi ya cardio okay? Yeah. Aina ya pili ya mazoezi ambayo unatakiwa uyajumuishe ni mazoezi ya strength training, mazoezi ambayo utakufanya utumie upate matokeo mazuri zaidi, na ushauri uende, kama una access ya kwenda gym, basi nenda gym, kwa sababu haya mazoezi yatakuwezesha kujenga misuli, yanaongeza ya, ya, ya resistance kwenye misuli yako, inashinikizwa kukua na kutanuka na kujijenga zaidi, na misuli tunayozungumzia hapa ndio hiyo ambayo unataka kuikuza ya makalio na hips na miguu, kwa unavyotumia vifaa utaweza kuijenga kuifanya misuli yako iweze kutamuka zaidi ya ilivyokuwa hapo mwanzo, na hapo unakuta shepu inajaa kama ambavyo unataka. Kama una vifaa vya mazoezi, unaweza kufanya hayo hayo mazoezi ambayo yanajenga misuli ukiwa nyumbani, lakini tambua kwamba ni lazima kama mwili wako hauna proportion ile ambayo unataka mwili ukisha ujenga ukawa na misuli mingi, ni rahisi sana kuunguza mafuta hata ukiwa umelala usiku, inakuwa rahisi sana kupunguza mafuta na kuweka shepu mwili wako ikae ionekane vizuri. Kipengele cha pili, chakula. Mtu anayepunguza mwili wa juu au mafuta mabaya kikiri mwilini na wakati huu huo anataka ajenge misuli, yaani my dear, my dear, hamna shortcut kwenye chakula. Weka bajeti yako sawa kwa hiki ambacho naenda kukuambia hapa. Kwanza kabisa kiasi cha chakula chako ni pointi ya msingi sana ambayo unatakiwa kuzingatia. Kwa sababu gani? Kwa sababu chakula chako hakitakiwi kuzidi, yaani uwe katika calorie surplus, sawa na mtu ambaye anaongeza mwili, haitakiwi kuwa hivyo, na pia hakitakiwi kuwa chini calorie deficit sana, sawa na mtu anayepunguza mwili. Hautakiwi kuwa kwa anayepunguza mwili, wala hautakiwi kuwa kwa anayeongeza mwili. Na hili swali ni kuna mtu aliniuliza sehemu ya comment. Jamani, mimi nataka kuongeza makalio yangu. Lakini pia nataka kupunguza mwili. Sasa kwenye chakula nile vipi? Nikila kidogo nitapungua na makalio yangu hataongezeka. Nikila sana, mm, makalio yataongezeka na tumbo pia itazidi kuongezeka. Je, nifanye nini? Hiki, hmm, ndicho ambacho natakiwa kufanya. Ambacho natakiwa kufanya, unatakiwa uwe katikati ya mtu anayepunguza na anayeongeza. Calorie deficit yako inatakiwa iwe kwa kiasi kidogo sana. Mfano, mwili wako kwa siku ukila calories 2000 unakuwa ume maintain. Huo ni mfano tu. Yaani kwamba uzito wako unakuwa unabaki tu hapo hapo, mwili wako unabaki hapo hapo hauongezeki, upungui. Katika calories ngapi? 2000 kwa siku. Ukila calories 2100 inamaanisha mwili wako utaanza kufanya nini? Kuongezeka kwa zile calories 100 ambazo unaziongeza. Ukila calories elfu moja mia tano unamaanisha mwili wako utakuwa katika calorie deficit. Yaani lile gap la mia tano mwili wako unaanza kufanya nini? Kupungua. Sasa ukiwa katika hii position ya body recomposition, calories zako ambazo unatakiwa kula zinatakiwa ziwe pungufu kidogo kwenye calories zako ambazo mwili wako una maintain, ambapo tumechukulia mfano kama mwili wako una maintain katika calories 2000, basi wewe kula calories 1900 yaani slightly kidogo tu, unatengeneza kagepu kadogo. Hako kagepu kadogo ndicho ambacho katakuwa kanaruhusu mwili wako kuendelea kuunguza mafuta yaliyokithiri mwilini bila kudhuru kupungua kwako kwa misuli ambayo unaijenga, bila kudhuru kile kiasi cha mm, Ah, calories kinachohitajika au kiasi cha kula ambacho kinahitajika katika kujenga misuli ambayo unafanyia mazoezi gym au mazoezi yale ambayo unafanya kujenga misuli. Na ili uweze kufanikiwa kupata hizo calories sahihi, ni kwamba si ile mradi tu hizo calories uzipate, hapana, unatakiwa uzipate katika vyanzo sahihi za vyakula, vyanzo sahihi vya vyakula, makundi ya vyakula kama kawaida ni proteini, mafuta na wanga Protini ya kutosha itakusaidia kujenga misuli, na mfano vyakula hivi vya protini, tuna dagaa, tuna samaki, tuna maharage, tuna mayai, tuna maziwa, nyama zote n kuku, ngombe, mbuzi, hizo zote ni protini ya kutosha na kadhalika. Uh, vyakula vyenye wanga nzuri, wanga nzuri kwa sababu wanga ndo kundi ambalo ukilikosea si tu kidogo uh, litakuharibia se yako yote. Tafuta wanga ambayo na mfano nafaka ambazo hazijakobolewa, viazi, maboga, ndizi za kuchemsha au kuchoma, uh, oats na kadhalika. Kuna wanga zingine nzuri sana, wanga kutoka kwenye mboga za majani au mboga mboga zote na matunda mengine yenye wanga nzuri. Ni muhimu sana kuzingatia na mafuta mazuri, mfano parachichi. Ni tunda lenye mafuta mazuri sana na linasaidia katika kujenga misuli kikamilifu. Kuna karanga, karanga mbichi na au karanga zilizochemshwa na pendeleo uzi, ninashauri uzitumie zaidi kwa sababu ya mafuta yake mazuri ambayo yanasaidia sana katika kujengwa kwa misuli. Na pia tuna korosho, tuna almonds, kuna mbegu za maboga na mafuta mengine mengi mazuri. Okay, so katika upande wa chakula unatakiwa uzingatie kila kundi kwa kiasi sahihi, usile kupitiliza yani, sawa na mtu anayeongeza mwili, na usile chini kidogo zaidi, sawa na mtu anayepunguza mwili. Hivyo ndivyo ambavyo utaweza kufanikisha kujenga misuli, wakati huo huo unapunguza mafuta. Hiyo ndio science behind body recomposition. Sababu unatambua hii inahitaji kidogo uwe unafahamu zaidi kuhusiana na vyakula, upangiliaji na nini ili ukifanya kwamba ukifuata ile ya kupunguza mwili inakuwa rahisi kuzingatia vyakula, unakula tu kiasi kidogo, unaweza kufanya nini kupunguza mwili wako kwa haraka. Na mtu anayeongeza mwili anaongeza tu vyakula, anaweza kula kwa kiasi kubwa na kaongezeka vizuri tofauti na mtu ambaye anapunguza kwa hapo anaongeza. Hii inahitaji utaalamu ambao hayo yote tayari nimeshazungumza katika video, kama mmejizingatia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nashukuru sana. Kama una swali, uliza swali lako sehemu ya comment, na kama utahitaji program maalum, yani wewe mambo ya kukalkulate ule calories kiasi gani na nini na nini ule chakula gani, yanakuwa hiyo ngumu, basi unaweza kanitafuta WhatsApp 0683 836293 utatengenezewa program maalum kulingana na aina ya mwili wako, umri wako, uzito wako na hali yako ya kiafya. Pia yeah, kama huwezi kupata protini kwa kila siku pata kuku, samaki kwa kiasi sahihi unaweza ukaambatanisha na protein powder ambazo hizi zinapatikana kwetu kuanzia kilogramu moja, elfu arobaini na tano kwa kilogramu hadi elfu sitini na tano. Proteini ziko tofauti tofauti. Hapo utaangalia mwili wako unahitaji protini aina gani Matokeo yako unayotaka ni yapi? Protini ipi itakufaa zaidi? Tunakupatia so ya yeah, nipe whatsapp group hiyo, click click. Kama bado huja subscribe click click, road to 100k right. Okay guys I love I love you so much, bye bye, tunaonana katika video zijazo.